Tukisonga mbele, baadhi ya wafanyabiashara na wakazi wa mtaa wa Eastleigh jijini Nairobi wamelalamikia kuzorota kwa miundombinu na huduma katika eneo hilo. Wamesema kuwa kando na barabara mbovu, pia wanakabiliwa na uhaba wa maji pamoja na kukatika kwa umeme mara kwa mara, hali inayowalazimu kutegemea majenereta. Oh, hii ndiyo hali ya barabara ya Second Avenue katika mtaa wa Eastleigh mojawapo ya vituo vikuu vya biashara katika kaunti ya Nairobi. kwa viongozi wetu, tukiulizwa maswali kama hii barabara, maana tunaambiwa ni ya national government. Watu wa national government wakikuja wanatuambia ni mambo ya kaunti. Sasa inakuwa sasa, watu wanakaa wakiturusha hivi na hivi, sasa huwa wanatuchanganya mara mingi. Mimi ukuja na mbuti hata kama hakuna jua, hata kama hakuna mvua, kwa sababu hii barabara kupitika ni shida kubwa. Sasa mimi nauliza kama inawezekana serikali itutengenezee. Mashimo ya maji na matope barabarani yanazuia watu kufika madukani katika eneo hili. Uhaba wa maji hapa si wa gharama kubwa tu, bali pia ni hatari kwa afya. Nunuzi hawana njia ya kufikia hapo, so uh, ikifika kwa upande wa biashara kama investors, biashara inaumia, maduka zinafungwa. Ya pili, barabara ni vile unaona, haipitiki magari na nini ugonjwa vile maona maji hapa imekuwa stagnant, inaweza leta madhara upande wa afya. Biashara amefungika, tuna maji maji mwenyewe hakuna. Sisi iko na shida, tunagoba tupate mgonjwa hapa, ni shida. Angalia pale, wale ni watu wa kuuza maji pale ma, maji kama una shilingi hamsini uwezi ukapata. Kwa ploti hakuna maji, so hii, ndugu yangu, hii si Nairobi, hii bembe ya Kenya yote anakuja kununua watu miziko hapa. Hawawezi bata choo ya kujisaidia, kila mtu lazima ashike kastama yake mkono abeleke nyumbani kwake ndio aende ajisaidia arudi kwa, kwa vile hakuna maji maji tunanunua. Kukatika kwa umeme mara kwa mara kumeilazimu biashara nyingi kununua majenereta ili kuhakikisha shughuli zao hazivurugwi. Stima ndio hiyo, maji ndio hiyo, barabara. Kila saa kastama anabita mbele yako anakuambia tunakubitia wapi? Karibu tufunge kasi. Kwa hivyo naomba msaidisi atusaidie. Wakiongoza na mwenyekiti wa chama cha wakazi wa Islimu Mohamed Ismail wamelalamika kuwa hali hii haipaswi kuwepo, ilhali eneo hilo linachangia mapato makubwa kwa serikali ya kitaifa na ya kaunti. Idara ya jinai wa polisi, tunaomba waingililie, anti-corruption waingililie, wa wachunguze ni nini inaendelea, kwa sababu Nairobi maji iko area zingine kama Westland Parklands na uh, Langata 24/7 maji iko na ziko na pressure, stima iko kama Kenya Power wanasema ni overload. Kama ni overload, wanajua eh, matumizi ya stima iko juu, si waongeze transformers na stima